Stori hii inaelezea mtu aliyejulikana kama mtumishi wa Mungu, Mchungaji Jotham ambaye anatumia nguvu za giza ili kufanya miujiza ya kuwaponya watu wenye matatizo katika maisha yao. Watu wanamwamini bila kutambua kuwa upande wa pili, kumbe mchungaji huyu wanayemwamini na kumpa sadaka zao, kumbe ni anatumiwa na shetani na ni mfuasi wa mfalume wa giza. Lakini baadaye mambo yanabadilika baada ya siri yake kufichuka. Je, unataka kujua nini kilitokea katika mkasa huu? Basi kaa na mimi mwanzo mpaka mwisho wa stori hii. No. Katika kijiji cha Nyarugusu kila mtu alimjua mchungaji Jotham. Alikuwa na kanisa kubwa lenye paa la bati lililongaa kama fedha, na magari ya kifahari yaliyopaki nyuma ya madhabahu lakini kilichomfanya ajulikane si utajiri wake pekee bali miujiza yake. Wagonjwa walikuja wakiwa wamebeba magonjwa mazito na waliondoka wakiwa wazima, vipofu walipata kuona, viwete wakatembea, na hata wale waliokuwa wamekufa kiroho walidai kusikia sauti za malaika. The Lord is with you. Lakini wachache waliokuwa karibu na Jotham walijua siri yake. Usiku mmoja, mvua kubwa ikinyesha Kijana mmoja aliyeitwa Baraka aliona mwanga wa ajabu ukitokea ndani ya kanisa. Akiwa na shauku, alisogea kimya kimya. Mlango ulikuwa umefungwa, lakini sauti ya mchungaji Jotham ilisikika ndani ikinongona maneno yasiyoeleweka. Ghafla kilio cha mtu kilisikika, si cha maombi, bali cha mateso. Baraka alipe kupitia ufa wa dirisha. Macho yake yaliona kitu kilichomfanya damu isimame. Mchungaji Jotham alikuwa amevaa vazi jeusi. Amezungukwa na mishumaa yenye moshi mweusi. Mbele yake kulikuwa na mfupa wa kichwa cha binadamu na damu ya mbuzi ikitiririka hadi kwenye beseni la shaba. Ndipo Baraka akamwona yule mgonjwa aliyekuwa kanisani jioni hiyo, yupo sakafuni akitetemeka huku kivuli kikubwa kisicho cha kibinadamu kikimfunika. Jotham alionekana kana, kana, kana kwamba anaongea na kivuli hicho. Naomba nguvu zako, alisema kwa sauti nzito. Kwa damu hii nitalipa. Nipatie uponyaji, nipatie wafuasi, nipatie utajiri. Kivuli kilicheka kicheko kilicho kama cha watu wengi kwa wakati mmoja. Giza likasambaa ukutani, likaunda mikono iliyongusa mgonjwa. Mara moja, mgonjwa akaacha kutetemeka, akasimama kwa nguvu mpya. Aliinama mbele ya mchungaji Jotham na kumshukuru kwa muujiza. Baraka akakimbia kwa hofu, moyo wake ukipiga kwa nguvu. Siku zilizofuata watu wa kijiji walishangaa kwa nini kila mtu aliyepokea miujiza ya Jotham alikufa vibaya baada ya miezi michache, mara nyingi kwa njia za ajabu. Mwingine alikufa usingizini, mwingine akaungua ndani ya nyumba bila moto wowote. Lakini kila kifo kilionekana kuacha kitu cha ajabu. Kanisa la Jotham liliongezeka kwa utajiri zaidi. Kila mara Baraka alijaribu kuwaonya watu, lakini hakuna aliyemsikiliza. Walisema ana wivu kwa mtumishi wa Mungu. Hatimaye aliamua kuvunja ukimya. Usiku mmoja akiwa na mafuta ya mzeituni na Biblia, alirudi kanisani. Aliapa kumkabili mchungaji Jotham, lakini Jotham alikuwa akimsubiri. Alitabasamu. Macho yake yaking'aa kama ya paka gizani. umeona siri yangu, alisema kwa sauti tulivu, lakini huwezi kuizuia, watu wanapenda miujiza kuliko ukweli. Ghafla, giza likajaa ndani ya kanisa na sauti zile zile za kicheko cha kivuli zikasikika, mishumaa ikawashwa zenyewe na hewa ikawa nzito kama moshi. Baraka alijaribu kusoma maandiko, lakini maneno hayakutoka midomo yake, ilihisi kana kwamba imefungwa Mikono ya kivuli ikajitokeza kutoka sakafuni ikimvuta chini. Alipiga kelele kwa mara ya mwisho kabla giza kummeza. Siku iliyofuata kanisa lilikuwa limejaa watu waliokuja kushuhudia muujiza mwingine. Mchungaji Jotham aliingia akitabasamu kama kawaida, lakini sasa, mtu mmoja mpya alikuja mbele ya madhabahu Baraka. Macho yake yalikuwa mekundu na uso wake ulikuwa mtulivu kupita kiasi. Niliponywa, Baraka alisema kwa sauti isiyo yake na ninashuhudia nguvu za kweli. Watu walishangilia, lakini wale wachache waliokuwa na macho ya kiroho waliona kitu kimoja, kivuli cha giza kilichomfuata Baraka kama wingu. Na tangu siku hiyo, kila mtu aliyejaribu kumchunguza mchungaji Jotham alipotea bila maelezo. Sasa, kabla sijaendelea, nataka nikupe historia fupi ya kwamba ilikuwaje Jotham alivyoanza kuingia kwenye uchawi wa nguvu za giza kabla ya kuwa mchungaji maarufu. Miaka mingi kabla ya kuwa mchungaji maarufu, Jotham alikuwa kijana maskini wa kijiji kidogo cha Nyarugusu. Baba yake alikufa alipokuwa mdogo na mama yake aliugua kwa muda mrefu. Jotham alikuwa akiona mateso kila siku, njaa, dhuluma na kudharauliwa na wanakijiji waliomwona kama mzigo. Akiwa na umri wa miaka 17, mama yake alikufa mikononi mwake. Kabla hajafariki, alimwambia, Jotham, tafuta nuru ya Mungu. Usiruhusu chuki ikukamate. Lakini Jotham alikuwa na hasira. Alipiga magoti usiku huo na kuomba, si maombi ya upole bali ya hasira. Mungu, ikiwa kweli upo, kwa nini umeninyima kila kitu? Nipatie nguvu, nipatie heshima, lakini majibu hayakuja. Usiku mmoja, akiwa msituni akikata kuni, alikutana na mzee wa ajabu, mtu ambaye hakuonekana kama wa kijiji chochote. Alivaa mavazi meusi na macho yake yalimetameta kama shaba iliyoyeyuka. Kijana, mzee alisema, ninaweza kukupa unachotaka: utajiri, heshima, hofu ya watu wote. Jotham alisitasita. Unataka nini kutoka kwangu? aliuliza. Mzee akatabasamu, akatoa chupa ndogo ya shaba iliyojaa kitu kama damu. Agano dogo tu, alisema. Chukua hii, kupa tone lako la damu ndani nauahidi kutumia nguvu zako kusambaza jina langu kwa kila mtu utakayeponya, mimi nitakupa zaidi. Jotham alihisi baridi ikipita mwilini mwake, alikumbuka maneno ya mama yake lakini akayapuuza. Alichukua kisu, akajikata kidogo na kumuga tone la damu kwenye chupa. Usiku huo aliona ndoto ya kwanza. Aliona sanamu kubwa yenye pembe na macho mekundu ikimpa mkono. Kaibu, mtumishi wangu, sanamu ilisema. Kuanzia leo watu watakuita mponyaji. Asubuhi yake kijana mmoja aliyekuwa amelala kitandani kwa siku nyingi akiumwa, alikuja kumtembelea Jotham. Jotham kwa hofu na shauku, aliweka mkono wake juu yake na kumtaja mzee wa msituni kwa jina alilopewa ndotoni. Ghafla kijana huyo akapona, akainuka na kupiga kelele kwa furaha. Habari zikasambaa haraka, watu wakaanza kumheshimu Jotham. Walimpa zawadi chakula na fedha, kila muujiza uliomfanya afurahi. Lakini usiku ndoto zake zikawa za kutisha zaidi. Aliona kivuli kikikuwa kila mara, kikidai kafara za damu mara kwa mara. Ndipo ndipo alipoamua kuanzisha kanisa, akisema kwamba ataitumia dini kuficha nguvu zake. We are here to bring light to this world, to spread hope among our people. Lakini ndani yake hakuomba kwa Mungu wa mbinguni bali kwa yule aliyekutana naye msituni na kadri miaka ilivyopita Jotham akazidi kuwa tajiri na mwenye nguvu, lakini roho yake ikazidi kuwa mweusi. Sasa huu ulikuwa ni utangulizi wa historia fupi ya mchungaji Jotham. Oke, sasa tunaendelea na pale tulipoishia sehemu ya kwanza. Baada ya kisa cha baraka kuponywa kijiji cha Nyarugusu kiligeuka kitovu cha mahujaji kutoka maeneo ya mbali. Kanisa la mchungaji Jotham likawa la kifahari zaidi. Sasa lilikuwa na televisheni za ndani, vyombo vya muziki vya kisasa na walinzi wenye bunduki. Watu waliendelea kufurika, wakitoa mali zao kwa imani kuwa ndoto zao zitajibiwa. Lakini si kila mtu aliamini. Miongoni mwa watu hao alikuwepo mwanamke mmoja, Neema, dada yake Baraka. Tangu Baraka aponywe, hakuwahi kurudi nyumbani. Alipojaribu kumwona, walinzi wa kanisa walimzuia. Kila mara alipompigia simu Baraka alizungumza kwa sauti isiyo ya kawaida, baridi na ya kutisha. Siku moja Neema aliamua kuchunguza zaidi. Alienda kwa mzee wa kijiji, Mzee Chacha, ambaye zamani alikuwa mchawi. Aliacha uchawi na kuokoka, lakini sasa alikuwa akiishi peke yake mbali na watu. Mzee, Neema alisema, machozi yakimtiririka, nataka kumtoa kaka yangu kutoka kwenye nguvu za mchungaji Jotham. Nimeona ndoto za ajabu. Kila usiku ninaona Baraka amefungwa minyororo ya giza, na nyuma yake kuna kivuli kikubwa chenye macho mekundu. Mzee Chacha alitulia kwa muda, kisha akasema kwa sauti nzito. Hizo ndoto sio za kawaida mwanangu. Jotham sio mchungaji wa kawaida. Nilishawahi kuona aina ya uchawi anayotumia ni wa agano la damu. Ili kuvunja, ni lazima mtu mwenye imani ya kweli afanye ibada ya kutakasa kwenye kanisa lenyewe wakati wa usiku wa giza kabisa. Neema alikubali. Usiku uliofuata, alichukua maji ya baraka, chumvi na mshumaa mmoja mweupe. Alipofika kanisani, kulikuwa kimya sana. Milango ilikuwa imefungwa, lakini kwa mshangao, ilifunguka yenyewe alipokaribia. Ndani, giza lilikuwa nzito. Harufu ya damu na moshi wa mishumaa ulikuwa hewani. Alipowasha mshumaa wake, aliona kitu kilichomfanya apige kelele kwa hofu. Sakafuni palikuwa na alama kubwa ya duara imechorwa kwa damu kavu. Kwenye katikati ya duara ulikuwa na kitu kama sanamu yenye pembe mbili, ikionekana kana, kana kwamba inatazama moja kwa moja ndani ya nasi yake. Mwanangu, sauti nzito ikasikika nyuma yake. Mchungaji Jotham alitokea gizani, macho yake yaking'aa. Umekuja kumkomboa kaka yako? Samahani, sasa yeye si wa familia yako tena. Yeye ni wa agano langu. Neema alishika mshumaa kwa nguvu Akimwaga maji ya baraka sakafuni na kuanza kusoma Zaburi kwa sauti ya juu. Giza likaanza kutikisika na sanamu katikati ya duara ikaanza kupasuka. Ndipo sauti ya Baraka ikasikika ikilia kwa uchungu. Dada, usiache. Nipo hapa ndani. Mchungaji Jotham akapiga kelele ya hasira. Ghafla, giza likamfunika kama moshi na mikono ya kivuli ikatoka. Ikielekea kumzima mshumaa wa Neema, lakini kabla giza halijamfikia mzee Chacha aliingia, akiwa ameshika fimbo ya mti wa mkaratusi. Alipiga sakafu kwa nguvu na duara la damu likavunjika. Kelele ya kutisha ikasikika, kanisa likaanza kutikisika kama tetemeko la ardhi. Giza likapotea ghafla na Baraka akaanguka sakafuni akikohoa. Macho yake yalirudi kawaida na alilia huku akimkumbatia dada yake lakini mchungaji Jotham hakupotea. Alisimama pale akitabasamu. hii haijaisha alisema kwa sauti ya kutisha, mmekata agano, lakini mmechochea hasira ya yule niliyemtumikia. nitawafuata na nitawamaliza. Mara moja alitoweka kwa moshi mzito. Neema na mzee Chacha walijua kuwa hii ilikuwa ni mwanzo tu wa vita kubwa kati ya nuru na giza. Baada ya tukio lile la usiku, kijiji cha Nyarugusu hakikuwa kama zamani wingi waligundua kuwa miujiza ya Jotham ilikuwa na bei kubwa: roho zao. Lakini badala ya kukimbia, wengi waliogopa kumgeuka. Waliona nguvu zake na waliamini hakuna anayeweza kumshinda. Neema, Baraka na mzee Chacha walihama kijijini na kujificha kwa muda, lakini usiku mmoja, Baraka alianza tena kusumbuliwa na ndoto mbaya ndoto za damu za moto na za sauti ya Jotham ikimuita, njoo njoo kwangu, Baraka, agano halijakamilika. Mzee Chacha alijua kwamba hii ilikuwa ni ishara. Jotham alikuwa karibu kufanya kafara kubwa ili kurudisha nguvu zake. ikiwa asingezuiwa, roho za watu wengi zingetekwa milele. Waliandaa ibada ya mwisho ya kutakasa, walikusanya watu wachache waaminifu waliokuwa na imani ya kweli, akina mama wa maombi vijana wa kanisa wa zamani waliokuwa wameona giza, na hata mchungaji mzee kutoka kijiji cha jirani. Kila mmoja alishika mshumaa na chumvi, wakiwa wameapa kupigana hadi mwisho. Usiku ulipowadia, walirudi kwenye kanisa la Jotham. Milango ilikuwa imefungwa kwa minyororo, lakini minyororo ilijipiga yenyewe na kufunguka walipoanza kuomba. Wakaingia ndani, kanisa lilikuwa limejaa moshi mzito na sauti za ajabu zilizosikika kana kwamba kutoka shimoni la kuzimu. Katikati ya kanisa mchungaji Jotham alisimama sasa, akiwa tofauti kabisa. Ngozi yake ilikuwa nyeusi sana, kana kwamba imechomwa na macho yake yalikuwa mekundu yanayowaka kama makaa. Mbele yake kulikuwa na kikapu kilichojaa vichwa vya wanyama na damu ikitiririka kuzunguka duara jipya la damu. Karibuni, alilia kwa sauti kubwa isiyo ya kibinadamu, leo mtaona nguvu za bwana wangu. Ghafla sakafu ikapasuka na moshi mweusi ukapanda juu. Kivuli kikubwa chenye pembe kikajitokeza kikiwa kirefu zaidi ya paa la kanisa. Watu walitetemeka kwa hofu, lakini Mzee Chacha alipiga kelele, tusimame imara, sauti zetu ni silaha. Walianza kuimba kwa nguvu. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Kila neno la maombi lilionekana kuwa mwanga, likichoma giza. Jotham alilia kwa hasira na kujaribu kuzima mishumaa, lakini mwanga uliendelea kuwa mkali zaidi. Baraka, akiwa amejawa na nguvu mpya, aliingia katikati ya duara la damu na kumwaga chumvi yote aliyokuwa nayo. Sakafu ilianza kuwaka moto wa kiroho, na kivuli kikaanza kupiga kelele cha maumivu. Jotham alikimbilia kuzuia, lakini neema alimkabili akiinua mshumaa wake moja kwa moja usoni pake. I command you. Lead. Leave this place now. Alilia kwa sauti ya nguvu, kwa jina la nuru ya Mungu, agano lako limevunjwa. Kelele kubwa ilisikika na mwanga mkali ukajaa kanisa lote, kivuli kikapasuka vipande vidogo na kupotea kama moshi. Jotham alianguka chini akilia kwa sauti dhaifu, What have I done? Ngozi yake ikawa ya kawaida na macho yake yakazimika. Alipoangalia juu alionekana kama mtu aliyepotea, mwenye huzuni kubwa. Nilitaka tu nguvu na heshima, alisema kwa sauti ya kilio, lakini nilipoteza kila kitu. Alipokufa pale pale, kanisa lote likajaa upepo wa ajabu uliowafuta vumbi na harufu ya damu. Mishumaa ilizima yenyewe, na kwa mara ya kwanza katika miaka mingi kulikuwa na amani Baraka na neema walikumbatiana, machozi yakitiririka, wakijua kuwa ushindi ulikuwa wa gharama kubwa. Kanisa lilibomolewa siku chache baadaye na kijiji kikaanza upya. Lakini usiku wa mwisho kabla hawajahama Baraka aliona ndoto moja ya mwisho: kivuli kikiwa mbali, kikiwa kimekufa kimya, lakini macho yake mekundu yakiangaza mbali, na sauti ikamnongoneza, hii ilikuwa raundi ya kwanza tu. Miezi kadhaa baada ya kifo cha Jotham, Kijiji cha Nyarugusu kilionekana kuwa na amani. Watu walirudi mashambani, walicheka tena na kanisa jipya la mbao likajengwa kwa msaada wa wachungaji wa kijiji jirani. Lakini Baraka hakupata amani. Kila mara alipofunga macho, alihisi kivuli kikimwangalia kutoka mbali. Usiku mmoja, alipokuwa akirudi nyumbani kutoka shambani, aliona moshi mweusi ukipaa kutoka kichaka kilichokuwa karibu na kanisa lililovunjwa. Aliposogea alisikia sauti ndogo ikinongona kwa wingi kama chorusha mbali: agano halijakamilika, damu haijakamilika. Baraka akakimbia kurudi nyumbani na kumwambia dada yake Neema. Walienda kumtafuta mzee Chacha, lakini walimkuta akiwa amekufa ghafla, uso wake ukiwa umefunikwa na hofu, kana kwamba aliona kitu kabla hajafa. Siku chache baadaye vijana wa kijiji walipotea bila maelezo. Wengine walipatikana wakiwa mbali msituni Wakiwa hawajitambui na wakiimba nyimbo za ajabu. Kila mmoja aliyepotea alionekana kana kwamba ana alama ndogo nyekundu kwenye paji la uso, kama muhuri. Neema akasema kwa hofu, "Huyu si Jotham tena. Kuna mtu mpya ameinuka." Na kweli, Jumapili moja, wageni walifika kijijini, walijitambulisha kama huduma mpya ya mwanga wa ukweli. Walikuwa na mchungaji kijana, mwenye mavazi ya kifahari na sauti tamu. Lakini Baraka alipoona macho yake Moyo wake ulipiga kwa hofu, macho yake yalikuwa na mwangaza ule ule wa mekundu uliokuwa wa Jotham. Usiku huo, Baraka alipata ndoto kali zaidi ya zote. Aliona Jotham akiwa kwenye kivuli, akimpa fimbo ya ajabu mchungaji huyo mpya. Endeleza kazi yangu, Jotham alisema kwa sauti nzito. Lakini usifanye makosa niliyofanya. Baraka aliamka akiwa na jasho jingi. Alijua vita haijaisha, ilikuwa imehamia kizazi kipya. Lakini sasa giza lilikuwa limejifunza, halitafana makosa, halitawaruhusu kumshinda tena kwa urahisi. Siku iliyofuata, kijiji kizima kilialikwa kwenye ibada ya uzinduzi wa huduma mpya. Neema alimwambia Baraka, hii ni nafasi yetu ya mwisho. Tukishindwa hapa, kijiji kizima kitamezwa. Wakaamua kwenda kwenye ibada hiyo wakiwa tayari kwa vita vya kiroho. Waliandaa chumvi, maji ya baraka na maandiko makali zaidi. Lakini walipoingia kanisani walihisi jambo tofauti kabisa. Nguvu ya giza ilikuwa imejificha, imepangwa vizuri, ikisubiri mwanya. Mchungaji kijana alitabasamu na kusema karibuni, leo tutafanya ibada ya kuondoa hofu zenu zote na kuanza upya. Lakini wakati aliweka mikono yake juu ya Baraka, kijiji kizima kilizimwa ghafla na moshi mweusi ulijaa hewa, milango ikafungwa na watu wote wakasikia sauti kubwa ikicheka. Sauti sauti ile ile ya kivuli kikuu. karibuni kwenye enzi mpya, sauti ikasema, safari inaanza tena. Mwanga pekee uliobaki ulikuwa ule wa macho ya mchungaji kijana, yakimetameta mekundu gizani. Mchana wa pili, baada ya ibada ile ya kutisha, kijiji kizima kilikuwa na hofu. Watu walizungumza kwa sauti za chini, wakihisi kitu kizito hewani. Wale waliokuwa kwenye ibada walikiri kuwa waliona ndoto za ajabu usiku, ndoto za kupewa nguvu, pesa au wapenzi lakini kwa sharti la kutoa kitu cha thamani. Baraka na Neema walijua kuwa hawana muda. Walikwenda kwa mchungaji mzee wa kijiji jirani na kumwomba msaada. Safari hii hawakutaka kupigana pekee yao. Mchungaji huyo alikusanya waombaji wa maombi kutoka vijiji vitatu, wakaja na ramani ya maombi ya vita. Usiku wa mwisho wa mwezi, walijikusanya wote kwenye uwanja wa kijiji. Walipanga mishumaa kwa umbo la msalaba, wakaweka chumvi kuzunguka uwanja na wakaomba kwa masaa Wakati huo huo, kwenye kanisa jipya mchungaji kijana alianza ibada yake kubwa ya kafara. Kanisa lilikuwa limejaa watu waliovutwa na ahadi ya muujiza wa maisha mapya. saa sita usiku, upepo mkali ulipiga kijiji na mbingu zikawa nyeusi ghafla. Uwanja ulianza kutetemeka na wingu kubwa la moshi likatoka upande wa kanisa likielekea kwa kasi mahali walipokuwa Baraka na wenzake. Mchungaji kijana alitokea katikati ya moshi akicheka sasa hakuwa kama mwanadamu tena. Ngozi yake ilikuwa kama makaa yanayowaka na mikono yake mirefu ikitoa miale ya moto wa giza. Nyuma yake, mamia ya wafuasi wake walitembea kana kwamba wamepagawa, macho yao yakiwaka mekundu. Hamwezi kusimamisha agano, alitangaza. Wingi wamekubali kwa hiari yao. Sasa nguvu zetu ni kubwa zaidi. Baraka alikanyaga mbele ya msalaba wa mishumaa na kupiga magoti. Hatupigani kwa nguvu zetu, alisema kwa sauti ya imani, lakini kwa nuru ya mbinguni. Waliomba kwa sauti ya pamoja, mishumaa yote iliwaka moto mkali zaidi, ikatoa mwanga mweupe ulioangaza uwanja mzima. Wafuasi wa giza walianza kupiga kelele, wakitetemeka kana kwamba wanaungua. Mchungaji kijana alirusha wimbi la moshi wa giza kuelekea kwa Baraka, lakini mwanga ulilikata katikati. Giza lilipiga kelele, na kivuli kikuu kile cha Jotham kilijitokeza kikubwa kuliko hapo awali. Kile mlidhani mmeua mlinimarisha kililia kwa sauti ya dhihaka. Lakini mara hii watu wote wa kijiji waliungana, hata wale waliokuwa wafuasi wa zamani wa Jotham waliomba kwa sauti ya machozi. Kilio cha kijiji kikawa kama radi. Mwanga mkali ukashuka kutoka mbinguni ukigonga kivuli kikuu. Moto wa kiroho ulilipuka na kivuli kikaanza kuyeyuka, kikilia kama kimbunga kinachofa. Mchungaji kijana alirudi kuwa mwanadamu, akapiga kelele na kuanguka sakafuni, akilia kwa toba. Wafuasi wote waliokuwa wamepagawa waliacha kuhema kwa ghafla na kuanguka, kana kwamba wameamka kutoka usingizi wa muda mrefu. Wingu la moshi likapotea na utulivu wa ajabu ukashuka kijijini. Baraka na neema walikumbatiana, machozi yakitiririka, wakijua kuwa vita vya kweli vimeisha. Lakini kabla ya mwanga wa asubuhi kuchomoza, Baraka aliona kitu cha mwisho. Kivuli kidogo, dhaifu, kikikimbia kuelekea msitu, kana kwamba kinasubiri siku nyingine. Mzee mmoja wa maombi akasema kwa sauti ya hekima, giza haliishi kabisa, lakini leo tumelishinda. Wajukuu wetu wakikosa kuomba, litarejea tena.